Istiqama Swahili TV busati la elimu na hekima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kidogo wa mtazamaji, kama tunavyoona aliyo mweskisa golhija katika maeneo ya Arafa leo, ujaji wote ni lazima ufanyike katika eneo hili wazia wakati wa dhughuri mpaka itakapozama juu wa wakulmagri. Kwa hapa itasaliwa salatudhuhri pamoja na afu kwa pamoja, halafu patatuliwa khutba kubwa katika mai namira. Halafu na vile, vile kila mtu katika sehemu yake watatolea na mauidha wa, na saha. Baada ya hapo mapojaji wote watatawanyika kwa ajili ya kujikaribisha kwa Allah Subhanahu Ta'ala kwa kuleta azkar kusoma Qurani kufanya ibada tofauti tofauti, na vile vile sehemu kama hii ni sehemu ambayo watu wote wanapokusanyika kuomba istighfar, kutaka msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hii siku kama ya leo, siku kama ya leo ndio Adam alayhi salam alisema kuombea Mola wake, rabbana dhalamna anfusana wa wa inna taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Hili ni eneo ambalo watu wanasamehewa dhambi zao siku ya leo. Kwa tujitahidini kuwa pamoja nao kuunga mkono katika eneo kama hili, kuombea dua ya mafanikio na vile vile mahujaji. Mahujaji tusiache kuombea ndugu zetu, kuombea wazee wetu, kuombea ndugu zetu wa Falastina, na nchi zote ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitia katika mitihani, kama ni mitihani ya vita, mitihani ya njaa na vile vile, sehemu hii nataka subra hali ya yaii kwa sababu tunakuwa na eneo iimatakeau kidogo ataka r na alhamdulillah kukusanyika katika Jabal Rahma ambapo Mtume alisema waqaftu hahuna, mimi nimesimama sehemu hii na, na Arafat yote ni kisimamo. Na maana kisimamo sio kwamba lazima usimame wima, kisimamo maana ni stop, sio kisimamo cha, cha stand, hii ni kisimamo cha stop kwamba tumeanza harakati zetu, tumefanya tawafu, tumefanya sa'i, tumekuja zetu Mina jana mwezi nane, tumekuja zetu kwa hapa. Ni sehemu ya stop, tunasimama tumefikia, kwenye ibada yenyewe, ndio tunaianza hapa kwa hapa stop. Yani hapa ndio unafikia mwisho kwa hapa ndio ibada tumaliza hapa. Sasa tunaanza kurudi tulipotokea, tunarudi Muzdalifa. Hapo Muzdalifa kwa kadha saa ya maghrib pamoja na isha inshallah. Baada ya hapo, watu wataelekea alfajiri, watafari pale Muzdalifa zao ya maraki. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi rahmani rahim. Haya ni maeneo ya Arafa na mahujaji wanajitayarisha kwa bila kisimamu cha Arafa. Wengine wameshughulika kwa kusoma, wengine wafanya ahkar, wengine wamejipumzikia kwa ajili ya kuvuta nguvu kwa ajili ya Arafa. Leo hapa inshallah tunamwangazia kijana wetu Eh, yeah, tulikuja kabla tukatembea lakini sasa hivi zahma nyingi hakutokei huko. Masha Allah. Najua kidogo kali tumejibana huku lakini jamaa wengine wako nje, soma nasoma soma hapa, alhamdulillah. Hali ya hewa unaiona vipi hali eh? Ya hewa sio kama so, itafika tulivyotishwa itafika 50 plus, lakini alhamdulillah hali ya hewa ya ku survive nzuri kabisa. Allah kashusha rehma zake, awafikishe awalete na awape raghba ya kuja na kuna, tumekuja na wazee hapa wengine, maskini tabani, wapelekwe warudishwe, mashaallah. Lakini alhamdulillah ukija kijana unajiweza, unafanya ziada, mashaallah, kweli, inshallah. shukran Ha, tukiendelea kuangazia angazia, vijana leo inshallah tunataka zaidi tulenge vijana, kwa sababu vijana ndio wanaokuwa na hamasa zaidi, wanaotakiwa wafanye ibada tukufu hii ya Hija. Kutokana na ibada hii nataka nguvu al na siha leo, inshallah tutamsikiliza ndugu yetu hapa Alhaji Hamdan. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu yetu Hamdan, tafadhali eh, leo labda uko katika maeneo gani haya? Leo tuko katika maeneo ya Arafa inshallah Arafa. E, Arafa hasa ni kwa uelewa wako ni na sehemu gani katika Hija? Arafa ni nguzo katika Hija ambayo ni kubwa kabisa. Naam, kwa ina maana mtu akikosa nguzo hii anaweza kairudia siku ya pili? Hapana, aje mwakani inshallah, inshallah kufanya Arafa Hija nyingine, nasallallahu tawfiq. Amin, amin. Inshallah aya unaona, sisi vipi vijana Mm, ambao ni vijana tuliowalea wenyewe vijana uwezo wa kuja lakini bado ni wazito kufanya ibada hii. Inshallah, kwanza tuombe Allah subhanahu wa ta'ala awape tawfik na wepesi naam, lakini ibada hii inahitaji vijana, tunaona taabu na shida wanazozipata wazee yeah. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu awape tawfik wale waliokuwa hawajaja Amen. Inshallah na sisi atuwafikishe atujalie inshallah

Wallahi, nashukuru sana kwa kufika hapa kwenye ibada hii ya hija, na nimeona nimehamasika sana, na ninahamasisha vijana, vijana wetu mje mapema sana hapa. Mtaona vijana wenzenu wa nchi mbalimbali waliofika hapa. E, wametengeneza wamekuja kutengeneza imani zao na ni jambo ibada nzuri na ibada ambayo inaifanya kwa usahihi zaidi ukiwa kijana na nguvu zako. Wazee wanafanya, lakini vijana ni muhimu zaidi kujitokeza mapema, kwa sababu naimudu vizuri ile ibada yenyewe no, no, no. Kwa hiyo, vijana ina tija kubwa zaidi kwenye maisha yetu ya dunia na ya akhera kuja huku na inshallah unawahimiza sana vijana mimi binafsi nimefika hapa mzee wenu, lakini naona nimechelewa ba, sababu nimekuja huu ushaanza kupungua na tija yake vilevile, nitakapoondoka nitakaposhuka nyumbani nitashuka na athari kubwa katika ibada hii. Kwa hiyo inshallah, nawasihi sana vijana wangu mfike hapa inshallah. Eh, pendeza japo kidogo kuhusu hali ya eh, hewa kwa upande wako, na hii si vipi hali ya hewa ya katika maeneo kama haya? Wallahi, eh, hali ya hewa ya huku tofauti na ilivyokuwa nikiambiwa huko nikitishwa kuwa huku kuna joto kali, kuna mashaka makubwa, lakini hapana, huku kuna hali ya hewa nzuri, haina joto kali kama hivyo, wala joto lake hautoki jasho kama vile kwetu kwenye mavyumba maesii kama kawaida vyo, alhamdulillahi. Kwa hiyo, alhamdulillahi kwa ujumla tumeimudu vizuri na tunawashukuru waliofanyauwezesha kwa jambo hili. Naam, na umejiandaa na vipi kwa kisimamo hichi cha Arafa kwa sababu sasa bado mapema isimama ukitanza pengine baada sala ya dhuhuri ukichanganya na laasiri. Je, umejipanga vipi kwa ibada hiyo uteimudu au na hisi utakuwa na machofu makubwa? Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Nilikuwa na hofu mwanzo, lakini leo nilipoamka na hisi niko vizuri na niko dhahiri kabisa kukabiliana na ibada hii tukufu. Masha Allah, Masha Allah